Mchezo mkubwa usikuna ni live kutoka Benjamin Mkapa Stadium, dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hesabu tu wamekutana michezo mitano, na huu unaenda kuwa mchezo wao wa sita, lakini Yanga akiwa amechukua Ngao ya Jamii mbele ya Simba mara tatu. Inawezekana ikawa ni Msimbazi au pale Jangwani, njia fulani vya kigogo nyuma hivi ukipita, na Faisal Salum, Ngao Jamii ni hii, langi ya thawabu kwa rangi ya dhahabu. Na hatimaye mwanamwali uwanjani, na hicho ndio kinachoshindaniwa, na chuki sio na watu kabisa. DJ walete Simba, DJ walete Yanga, kazi ipo. Wakisema wazaramu afile munu abaki munu, ndivyo ambavyo unaweza kuzungumza. Jezi ni mpya, usajili mpya ni wa kutosha, vinginevyo deforaus. Kila shabiki ana matumaini ya kutosha. Aziz ki kutoka uaga dugu na msaidizi wake anapungua kwenye kikosi hiki Heritier Makambo Ebeneza na bakari nondo mwa mnyeto kutoka kikosi eh, kilichopita kwenye dabi ya mwisho ya FA pale Mwanza, wa kikosi hiki cha Lunyas msimu uliopita. Leo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaanza kibu Dennis glatus chota chama na pape osman sako kwenye midfield, sadio m, uh, kanute kamanda eh, in charge ni lsac kutokea maeneo ya mbande Temeke overall ni mchezo wake wa tano kama mwamuzi wa kati mwingine baina ya miamba hii miwili ya Kariakoo. Nani kuondoka kiwa mwamba mbele ya mtani wa jadi? Karibu kwenye show za soka la nyumbani. Hili ni soka letu, vile ambavyo tunalifahamu kwa ukubwa wa namna yake, likitarajia ama likiwa ni la kufungua pazia la ligi kuu kwa msimu ujao. Patrick tupa

akadeshi kulia alida ucho akaona haifai, akang'oa zote ni madhambi na yenye faida kwa upande alideshi eneo wazi, yakikiwa anakimbia mwenyewe isra mwenda, imewekwa kweli kwake na Pape Osman Sako wako kwenye eneo zuri, klatusyotachama kibu side sidneti, shambulizi zuri lililoinua Simba kwenye benchi lao na huyu ni dancing rasta. kibudi za mchezo lilijengwa likajengeka, amedeshiwa Juma Shaban, ikawekwa kwenye nafasi, lakini akatoka kwa nguvu ya mwisho ambayo alipiga Arusha dhidi ya Coastal Union ikiwapa Young Africans staji la FA, na ameshacheza gabi, anafahamu uhondo ambao wanapatikana kibu Dennis na setup kwa chama Clatus mpira wa juu eneo zuri, Papa Osman Sako incredible and it's in namna ambavyo amekwenda kufanya anticipation ya pasi mama, we hawaamini macho yao. Mlete Sako, usibone mfupi Sako. Anajua boli, anajua uyo, na anajua kufunga. Papa ya Osman Sako, goli lile lile ambalo alifunga goli bola la Afrika Jeketiana amelaike I mean na amekomenta, mkono mmoja juu, pinpoint ya Clatous Chota Chama kwenye hesabu ambayo Yanga walizani kama amezidi, noli sving ni inasaidi yanaweka moja, nyavu zinaitika. Chwa, Simba Sports Club wanakamata usukani atamu sota Chama, kibu Dennis ni kama amezoea upande ule, anasogea tena offside, elisasi wakiwa bado zigubigubi. Simba wanajaribu kuja tena, na ni chama yule yule, amezaliwa upya. hakukuwa na offside, hakukuwa na offside, lakini si tuna faida ya kutazama kwa picha za marejeo. Mwamuzi msaidizi ana faida hiyo lakini Simba wa amke zaidi. Kibu Denis atembea kama Messi mwekwa chini. Jonas Mkude kulitawala zaidi, na namna ambavyo wanamiliki mchezo eneo lile lina ruhusu hili. Alikuwa anachanje mbuga, dreadman dancing rasta ni Uganda, Kibudi ugandan finest, kijana kutoka Entebe, Entebe Uganda, akionywa kwa mchezo usio wa kiungwana kadi ya njano anamwambia. Mara moja tu anamwambia, makosa ni makosa, haijalishi ilikwaje, lakini mavali imeonekana, hapana shaka amestahili. Hiyo ni kadi ya kwanza akishangilia afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba mm -hmm. Stefan Aziziki ameanza. mm -hmm. kona fupi, tumeona Stefano Beno, David Kakolanya, good save knock mm -hmm. Amesogea juu akiona oh, moja kwa moja tikiti ara Shambulio kamba lakini mbili, jigidiara anakataa. Ni mwanzi ulionyooshwa huu, na ilikuwa ni surprise kiki, lakini jigidiara anaupa mafua cupa. Shaban Jumaa Azizi K, nzuri sana namna ambavyo ameugusa Sadio anaonyeshwa kadi ya njano. Sasa ni zamu ya Sadio Kanuti wa Simba na yeye kwenda kwenye kitabu cha Elsasi, ulikuwa ni msuli lakini safari ya mpira tayari cheza. Fiongo anaondoka Simba, pape osman sako nikiuka ndani klautus chota. Aliacha advantage baada ya kufanyiwa madhambi. POC anajitahidi kumkumbusha kwamba hakuna kadi, anamwambia siyo kazi yako babu. Kaji walifanya madhambi dhahiri shairi, lakini mwamuzi aliacha advantage ili asiue shambulizi lile. Baada ya kipara nywele zinaota. Klautus chama amejaribu sabio kanute tret kwenye mikono ya jiki tiara. Kibwana Shomari, good pass imepenya aliko Farid Musa Maliki, good cross ameingilia Mamaduwatara. Wakati mwingine kuto kuwa na mawasiliano, kuna lipa pia lida mlango alikuwa kwenye eneo zuri la kucheza, lakini akahakikisha Kibwana Shomari, bado iko ndani. Faisal Salum, Stefan Asisiki ameingia ndani. Faisal Salum tena bado imekuwa ni faida nzuri kwa upande wa Simba. Kontrol yake kwenye mpira wa kwanza ilimshinda, alipojaribu kuangalia nafasi ya pili, positioning na namna ambavyo ana sweep mmoja kati ya kitu, na hii ni attempt ambayo ilifanywa na Stefan Azizki beno David kakolanya akafanya save na ah, kudhibiti pale akiwa yuko katika bench. Hili ni jaribio la Enok Enonga, miongoni mwa majaribio mengi ambayo Simba wameyafanya kwenye lango la Yanga. Jiki Diara amedhibiti mengi kati Bwana Shomari aliyepenya ndani, wa kwanza ni Faisal Salum nje kidogo 18 kanyaga twende napigwa mpira Mamadu Watara kwenye uokozi tena, pana tatizo lolote kwenye kudhibiti Farid Musa Malik na Kibwana Shomari aliyeutoa nje Pape Osman Sako mfungaji wa bao wa Simba kutana na shughuli ya Kibwana Shomari. Tafsiri ya Eli Sasi ni kwamba alidive, lakini nguvu ambayo aliitumia Kibwana Shomari hatari yoyote Inok. na ikamlipa kosi tena. Enoch Inunga namna ambavyo amecheza ni hovyo kwa Salma Abubakar. Kuna namna amecheza hovyo, kuna namna anapaswa kuwa makini. Namna ambavyo anaondosha ile mipira na kupiga zile brush ni hatari. Babu Kaju ni mdogo ila yeye ni namba. Cheki alivyotutumuka hapa. Enoki Inonga yuko chini. Vurugu tena, amani imepotea. wanaume 22 wote wamevutana pale, wakiwa na wasaidizi watatu. Imefanywa na Enoki Inonga, lakini yeye ndio yuko chini ya ilikuwa ni dangerous play, namna ambavyo ame haikuwa nzuri. Salmu Abubakar ilitariathen yake naye siye nzuri sana. Alifanyiwa madhambi, akipaswa kurudia na kutaka kurudisha, lakini alichokifanya Enok Enonga akikuwa rafiki bo, unapaswa ujizuie, unapaswa ujidhibiti. Wanasema play fair, be positive. Kadi ya njano kwa Salmu Abubakar suboy, baada ya kulitariate ama kurudisha, baada ya kufanyiwa madhambi. Hatujui Enok Enonga yuko kwenye hali gani. Anaenda kutibiwa nje. Enok Inonga naye anasindikizwa na kadi ya njano ambayo inakuja baada ya kucheza, ndivyo sivyo? Anaomba tena kuingia bado Enok na ameruhusiwa tayari na mwamuzi msaidizi. Ni half time. Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam imeshuhudia kabumbu ya aina yake kwenye kipindi hiki cha kwanza, pakta ambayo anaweza kupatikana, pengine kuingia kwa Bernard Morrison, ambaye anaingia kuvaa viatu vya Salomu Abubakar Shuaboy na Jasi Moloko Jukepao anaingia kuvaa viatu vya Farid Musa Maliki. Was it necessary? Eneo la kati, anaongeza kiungo ambaye atatokea pembeni. Second half kick off. Karibu tena kwenye shongo za soka letu kiviatu vyetu hapa nyumbani Tanzania. Mambo ni kama unavyo ma english. Bernard Morrison amepenya mbele ya Enok Inonga, yuko kwenye umiliki wa mpira Bernard Morrison, toto tundu

Soka linaanza kichwani. Halidaucho good pass Stefana ziziki kwenye miguu ya Kalala vista nani hamjui Aishi Salum Manula na Beno Kakolanya? Watu wameionja joto ya jiwe tektemo na vaibreshon ni vilevile. Nani kaona? It's him again. pasi safi kwenye eneo safi kabisa anaenda left. anaipiga lait Beno Dabdi Kakolanya anaokota kwenye nyavu Zimeitika, ni yule yule aliyefunga Ngao ya Jamii iliyopita, anafanya tena upande wa goli la pili. Alianza na Manula 2021 2022, ni Beno Kakolanya, tubekiatu chini, ni yule mayele ndani, yuko Stefano Aziz Ki ameoptkana mwenyewe 47 haikuwa risasi yenye mwendo sana amenyosha mguu Stefan Aziziki kwenye neo la mwisho, as anasogea mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, chota chama, good pass upande wa pili, Pape Osman Sako ni hatari zaidi ya neo shooting ability hiailiy wakitai na Yanga cheke alivyoingia, namna ambavyo Job Dikson jobasa Stefan Aziziki Anasogea kwa nguvu sana Stefan Azizi Master Key, ruka ki, kiunzi cha kwanza tapilini kwenye njia ben Morrison, Bernard Morrison Mamadu Watara. Once again tachi yake ya kwanza ikuwa rafiki sana dayabemba, amemwacha nukta tachi. Mamadu Watara ni fe, Fisto Kalala Mayele ameingia vizuri sana ndani Beno Kakolanya, weak foot weak shot. Fisto Mayele, Bernard Morrison, iko chini Elisasi sasi kwenda kuishuhudia namba tatu mbili kwenye mgongo wa Beni zikiwa chini na pale, wanaongea Lingala. Faridi ni kama alikuwa anaishindwa hivi, lakini Bernard Morrison anachofanya anawafanya Simba waone kama si sahihi sana namna ambavyo Elisasi anafanya maamuzi. Nimeipenda hiyo kiume na Namungo, pasi nzuri

Simba Mohamed Hussein Zimbwe amefunga, tela akafungua turbo. Dickson Job ameona nyoya kalala nao, super super super, and simply amazing, Dickson Job, yote namna ambavyo Mohamed Hussein ame amesprint kwenye ile safari, lakini kiwango ambacho alikuja kukionesha, tafsiri ni kwamba akugusa mpira mpira ukaenda ku... anafanya blocking na mpira unaenda nje, na mzungu ni wakati wake sasa n mausimoni mrefu ana against, against anaein amepenya tena kwa nguvu sana Fisto Mayele one on one. Fisto nje. Polisi lilikuwa namna hile hile, alilala tako lingi kama alikuwa amemtengea hivi. Fisto Mayele wakati anaiweka taping kule upande wa kulia alishafika momo wa tara akacheza na mpira unaenda kuwa wakona kama yupo hivi. Faida kubwa ambayo ameileta, kama ukiangalia kwa jicho jepesi. Stephane Aziz Ki, yes, amepenya vizuri sasa, iko ndani anajaribu kutafuta... oh, oh, oh, Mayele, what a miss! Kuna mtu alienda kichwa kichwa akakutana na nyota kutoka waga dugu, Aziz Ki, ikapigwa pale pale padogo katikati ya miguu, nafasi ya maana ya dhahabu kabisa. Angalia namna ambavyo Mohamed Hussein alichofanywa Tulia kwanza, nani yupo? Ikapita Fisto Kalala, Mayele upewe nini, magician. Stefan Aziziki Nausinio ameingia vizuri sana, akijaribu kusogea lete, mzungu ametataji offside. Dijan amejikuta tu kwenye mtego wa kuotea. Cheki namna ambavyo alikuwa na run kwenye migongo, pasi tu imechelewa kutoka amegusa moja lakini kipa tayari alishakuja kuminya lango, usibeze sana kwa si... na leo bado yupo Mamadu Watara, ni moments miongoni mwa mo moments ambazo zimekuwa nzuri sana kuziona Yannick Bangala na mfungaji wa bao la Simba Pape Osman Sako. Kipindi cha pili amerejea vingine kabisa, hali enda hivi attack tena, jasidu kapel, Dejan Jojevich bado nayo mali anapambana na, na Yannick Bangala emzidi maarifa, mpira umekwenda nje. Momo Watara ambaye amewahi kucheza Al Hilal ya Sudan. Azizi Ki, Stefan, Master Key Loki ya enoki nonga, imetoka ni miongoni mwa wachezaji ambao na drama za kufanya football iwe bora, wakati mzuri tangu kufungwa bao lile la kwanza na wakawa wametulizana, mtizame namna wamegeuka, kalala ambavyo amegeuka Kalala. Fiston Mayele medash Acha kutetema, anajua kufunga na amewarudishia furaha mashabiki wa Young Africans. Mkapa Stadium ni kijani na njano, simple like that. Ilikuwa kama aina mazara safari ya Dikson. Job ya kwanza ilikuwa ni light food na ya pili imekuwa kwenye mguu wa kushoto. Beno dabdikakolanya ameshindwa ajue nini afanye. watatu wamewakusanya, yule yule Nonga ambaye alikuwa anajiona ni mtemi kwa Kalala Mayele. Hii leo ngoma ni ngumu, Fisto Kalala Mayele ni mmoja The king. The king. Fisto Fisto bwana, Shomari Usika mwenye kufanya uokozi icekidi, naye anakwenda kuupaka rangi. Atmosfera imebadilika, hususan baada ya mabadiliko amba amefanyika second half namna ambavyo ana kat kuelekea, hey! ameingia tena kalala fiston mayele dive nzuri sana amefanya. Beno kakolanya nabi alienda kufanya kwenye dakika kumi na tano za mapumziko Oran, bado kipindi cha pili. mm -hmm. Akikuwa na faida kwa upande wake, toa nungunungu nungu lete papa. John boko kenda, ben jonas mkude inaenda kuingia, wakati mwanba kutoka mbui mai elite anaenda kuchukua nafasi ya Fisto Kalala Mayele, alikuwa kama nyana, inawezekana unataka kusimika jina lake, lakini ngoma bado haijaisha hii. Ni kadi dhahiri shaidi, ni kadi. Feisal Salum akicheza hapa hawezi kutoka salama, kama kile ambacho nilikwambia, akicheza chini ya kocha popangwe panapata kadi nyingi za njano, kinajidhihirisha hapa. Amesema boli liende, wewe ubaki. Ni kama kibaka hivi unakatiza mitaa fulani ya hatari, anakuning'inia ni kapteni himself Bakari Nondo Mwamnyeto ya yeah. Huyu aliitikisa nchi kwenye usajili wake aliyoyafanya. Nimekaa pale, niletee ushahidi wake, anajua boli au hajui? Nzuri ndani kubwa ya washambuliaji meingia vizuri sana, oko ameacha kwenye nafasi izra nzuri zikiitiara wananchi wako salama, tusogee, usogee. Inawezekana nyani mzee aliyekwepa mishale mingi, ilikuwa ni kros matata na inakuja taratibu, alipotezewa utulivu tu lakini alichagua pazuri kwa kwenda, sio wanaangalia kwa maana kilikitazama kwa jicho la ushindi, utaona alichokifanya huyu. Ni Josho Chengo Nyango, namba yake imechukuliwa, gea kwenye miguu yake miwili, anasogea kwa nguvu. Wow, kataa Beno Bernard Morrison Kipindi <laughs> cha pili kimekuwa kwa Yanga, namna ambavyo movementi zinafanywa beno david kakolanya na wasevu, Simba nyakati nyingine ngumu. Bernard Morrison anaopaka rangi, imepigwa one two, imekubali Bernard Morrison, one on one against beno david kakolanya. Wachezaji Young Africans wanakwenda kumzonga eli sasi, aidi ya mabao matatu hii hapa ukitazama, tupe tena kwa mara ya pili aliutoa mpira na Ngoma. Endelea kukaa na sisi utaiona kwa utu. Bernard Morrison anapewa kadi ya njano, kadi ya njano. Eli sasi anajua kwamba wachezaji ni wajanja, wajanja. namna hii ni namna nyingine bora zaidi. Nyinginea nabi mmoja, Finali ya ASFC ameshinda dabi 4. Community Shield zikiwa kama, akishinda na hii inakuwa ni ya nne, alafu mbili ametoa sare ambazo ni ligi kuu msimu uliopita. Keshanyanyuka kwenye miguu yake yeah. Miwili tena, Bernard Morrison anaotimama kuendelea, j jiara nasogea tena kikiumana, ni full time again, Nasri Dean Mohamed Nabi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya salam tusame, yani kabangala i Muhamed Nabi, baada ya perfection yane yake kwenye kipindi cha pili, hatimaye ni tabasamu. Yellow and black nation is up, angalia wanachofanya, ni masiala wanamfanyia enokenonga baka, lakini ni dhahiri shahiri, wanajuana hawa wote ni wa Kongo nilikwambia, kuna mechi ya Simba na Yanga. Embe hawa ni watani wa jadi wa pale Kinshasa, ile dabi waliihamishia hapa. Enoki amewahi kuishinda, leo Mayele anaishinda tena kwa... glory days are back Young Africans, siku za ushindi zimerudi, baada ya kupambana kwa namna yake. Hapana shaka mambo ni mazuri, Sibajia sana ukiangalia mashabiki wa Simba wenyewe hawaamini wanachokiona. Waswahili wanasema kutangulia si kufika, na ndondondo si chururu. Ilikuwa ni miongoni mwa mechi nzuri ambayo imeisha kwa faida kwa upande wa Yanga.